Hello good people, karibu sana kwenye part 5 ya online mentorship program. Na Road to Success, sisi tunatoa elimu kwa vijana wanawake na wajasiriamali kwa kutumia njia tofauti, tunatumia channels tofauti, tunatumia online meetings, tunatumia WhatsApp groups, lakini pia tunafanya events, mafunzo mbalimbali na mwaka 2025 tuna Uh, mshukuru Mungu kwamba tumeweza kufanya program ya masterclass kwa kushirikiana na, na Yes, Tanzania pamoja na Mix by Yes. Wewe unaweza ukajiunga kwenye platform zetu. Tuna community ya watu zaidi ya elfu moja na mia tano. Hao ni watu ambao wanajifunza pamoja, wengine wanafanya biashara pamoja, lakini pia na wewe inaweza kusaidia kujenga mtandao wa watu sahihi na kupata maarifa mengine ambayo unayahitaji katika maeneo yako. Unaweza ukatembelea pia website yetu ya www.roadtosuccess.or.tz ili uweze kujua uh, programs ambazo zinakuja huku mbele. Hii ni part 5 kwenye online mentorship program na kushauri utafute part 1 mpaka part 4 uweze kupata mwendelezo mzuri katika kujifunza. Kwenye part 5 tutajifunza financial literacy, utajifunza elimu ya fedha, namna ya kupata fedha, jinsi gani ya kuweka hela ya kwa maana ya kutunza, jinsi gani ya kuwekeza, lakini pia namna ya kulinda fedha zetu, na mwisho kabisa, namna ya kutumia fedha zetu. Kuna tools au kuna nyenzo ambazo tunazitumia. Moja ya nyenzo ni personal finance 101. Kwa hiyo ukijiunga kwenye program zetu wewe utapata hiyo tool au nyenzo ya personal finance, one-on-one. Ni mwongozo unakuongoza kwenye haya mambo matano yote, lakini pia mimi na kushauri, nenda kasome kitabu cha The Cash Flow Quadrant ambacho ameandika Robert Kiyosaki kwa sababu hicho kitabu kinazungumzia uh, yale maeneo manne ambayo unaweza kuyatumia Uh, kutengeneza kipato. Huko mbele tutayagusia kwenye part 5. Jambo la kwanza ambalo tutajifunza ni namna ya kutengeneza fedha, how to make money. Earning money. Jinsi ya kutengeneza fedha, watu wengi wanajiuliza kwamba nawezaje kutengeneza kipato, nawezaje kupata kipato, nawezaje kupata income, nawezaje kuingiza kipato. Sasa kuna mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Robert Kiyosaki ameandika kitabu cha Rich Dad Poor Dad, lakini pia katika moja ya vitabu ambavyo vinagusa um, swala la utafutaji ni, swala, ni kitabu cha The Cash Flow Quadrant ana, anaita The Guide to Financial Freedom. Amezungumzia maeneo manne ambayo mtu anaweza akatafuta kipato. Unaweza ukatafuta kipato kama mwajiriwa lakini hapa pia amezungumza kwamba mtu ambaye ameajiriwa, kumbuka kwamba anafanya kazi masaa nane, yuko chini ya himaya ya mtu mwingine. Hana control, hana utawala wa muda wake yale masaa nane au zaidi, kwa sababu wao wanahesabu masaa nane, lakini utajikuta kwamba kutoka muda ulipoamka mpaka unajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, huo wote ni muda ambao sio wa kwako, toka muda ambao unautumia kutoka kazini mpaka huja ufike kwenye shughuli yako au nyumbani, huo muda sio wa kwako, ni muda wa watu wengine kwayo, kwa hiyo mwajiriwa, kumbuka kwamba unatumia muda mwingi, lakini mwisho wa mwezi ndo unalipwa mshahara um, wako. Lakini kuna mtaalamu mwingine amesema kwamba ukiwa umeajiri, umeajiriwa maana yake una mteja mmoja tu na huyo mteja ni bosi wako Tukishuka chini kwenye s s, s. ni self-employed. Hapo wewe umejiajiri na Robert Kiyosaki anasema pamoja na kujiajiri kumbuka kwamba wewe hujapata uhuru wa muda, maana yake usipofanya kazi hau, haulipwi. Yani hauna tofauti na yule mwajiriwa, ni kwamba wewe hauna bosi anayekutawala, hauna bosi ambaye unaripoti kwake wewe unaripoti kwenye biashara yako, you report to yourself. Na hapa watu wengi wanajiita ma CEO eh? Wana, wana, wanajiona kwamba hapa nimeshatoboa, kumbe bado sana, kwa sababu usipofungua biashara yako hauwezi kupata kipato, usipofanya kazi hautoweza kula. So hiyo ni self employment, kitu ambacho labda kwenye self employment unacho maamuzi, unafanya wewe mwenyewe bila Uh, mtu mwingine kuingilia maamuzi yako. Na b anasema ni business owner. Sasa Robert Kiyosaki anasema ili aweze kukuita business owner uwe umetengeneza system. Maana yake hata ukiondoka mwezi mmoja miwili au mitatu biashara yako itaendelea kama kawaida. so wangapi ambao wamejenga system kwamba nikisafiri, uh, kwenye biashara yangu au hata nikifariki biashara yangu itaendelea vile vile, lakini Eh, nne au njia ya nne ya kutengeneza kipato anasema ni investor. Investors ni wale ambao wao wanawekeza fedha zao na fedha zinawasaidia kutengeneza faida kubwa. Kwa hiyo, wewe jiulize kwamba unataka kupitia njia gani ili uweze kutengeneza kipato. Hiyo ni cash flow quadrant. Go and read that book. Lakini pia tukajifunza categories za biashara kwa sababu, mwingine atasema mimi nitatoka kwenye ajira naenda kufanya biashara, well and good. Kuna aina nne za biashara ambazo unaweza ukazifanya. Tukizungumzia hizi categories, ya kwanza is a professional based business. Unaweza ukafanya biashara kutokana na taaluma ulioisomea darasani. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema mimi sijasoma, wala usijali, lakini kwa yule ambaye amesoma amepata cheti Uh, amepata certificate amepata diploma au degree, masters phd, you can start a professional based business. Unaweza ukaanza biashara kutokana na taaluma ulionayo. Lakini namba mbili ni talent based business. Unaweza ukaanzisha biashara kwa kutumia kipaji. Kwani wasanii wanafanya biashara gani? Si wametumia vipaji vyao? Wachoraji, waigizaji, eh, waimbaji, musicians na wengine wengi wengi even public speakers, wazungumzaji, wahamasishaji wanatumia talents zao na wamebadilisha vipaji vyao kuingia kwenye, kwenye kipato. They've commercialized their talents. Na ili uweze kupata kipato au uweze kutengeneza kipato kupitia talanta, cha kwanza lazima ugundue talanta yako, cha pili inoe hiyo talanta, kisha kwamba you refine it. Kiwe kizuri, alafu ya tatu onyesha watu wengine, onyesha umma kwamba hiki ndo kipaji changu, waonyeshe, jitolee volunteer, nenda kaonyeshe kipaji chako. Alafu hatua ya nne commercialize it, hakikisha kwamba wanakulipa kwa sababu tayari umesha kinoa na kinaanza kuwaburudisha au kinaweza ukawasaidia, watakulipa. Kwa hiyo category ya pili ni talent best business. Lakini category ya tatu ni middleman best business. Unaweza ukawa mtu wa kati kwa watu wa, wa Dar es Salaam wanasema winga, unakuwa winga. Kwa hiyo, wewe unatafuta bidhaa fulani au huduma fulani, alafu unampelekea mtu mwingine. Kwa hiyo, sio lazima kwamba ile bidhaa iwe ya kwako wewe. Unajua kwamba kuna mtu ana nyumba, kuna mtu mwingine anatafuta nyumba ya kuishi, wewe unakuwa dalali, you become a broker. unakuwa middleman unakula commission kwa kumuelekeza huyu anayetafuta nyumba na mwenye nyumba, wakisha kutana hao wali, wakalipana, wewe pale unapata asilimia kadhaa commission yako. Ndio maana watu ambao wanatupeleka kwenye nyumba uh, kwenye viwanja kuna commission wanapata, utakuta anapata 10% ya commission. Sio kwamba amejenga au anahisa kwenye ile nyumba, hana. Hana sehemu yoyote ya umiliki kwenye ile nyumba, ni kwamba alichokifanya alikuunganisha wewe ambaye ulikuwa unatafuta. Being a middleman ni moja ya biashara ambazo unaweza kufanya bila mtaji. Pesa hii inahitaji mtaji, maarifa na taarifa sahihi. Lakini ya nne ni traditional, traditional best business au traditional small businesses. Utasikia watu wengi anasema mimi nafanya biashara ndogo ndogo. No, ni biashara nzuri, biashara yako ni kubwa, ni kwamba una mtaji mdogo. Hizi ni biashara ambazo zinakuwa na mitaji midogo. And that is why, tunaziona ni biashara ndogo ndogo, na ni biashara ambazo ni ngumu kuzipanua, ni ngumu sana kuziongezea uwigo na kuzipeleka kwenye ukubwa, they are not easily scalable. Kwa hiyo chagua kati ya hizi aina makundi haya manne, ipi ambayo unaweza kuanza nayo, au ipi ambayo wewe unafanya sasa hivi, ili uweze kufanya biashara lazima uanze na wazo la biashara. Katika ukuaji wa biashara yoyote ya, kuna ngazi nne. Kwa hiyo ngazi ya kwanza kabisa ni wazo la biashara. Kwa hiyo wazo la biashara lazima ulitathmini, ili uweze kujua wapi niweke kipao kipaumbele kwenye kufanya biashara. Unaweza ukawa na mawazo ya kufuga kuku una wazo la kuanzisha duka la nguo, una wazo la kuanzisha duka la vifaa vya watoto, eh, internet cafe, network marketing, na mawazo mengi mengi sana. Inawezekana una mawazo hata kumi au kumi na mbili au ishirini yaweke kwenye hili jedwali, uanze kuyapima. Na kigezo cha kwanza ambacho kitatakiwa kukuongoza, jiulize, je, hii bidhaa au huduma naenda kuuza inahitajika dimandi yake ni kiasi gani katika mazingira ambayo nataka niiweke? Cha pili, dependability ratio, utegemezi. Je, kuna biashara nyingine au maeneo mengine ambayo yanahitaji bidhaa yangu au huduma yangu, ili wawezi na wao kufanya biashara? Hiyo ndo inaitwa dependability ratio. Lakini cha tatu, kigezo cha tatu, jiulize je Content ya talent yangu is it connected? Hii biashara iko connection, ina connection yoyote na kipaji changu au passion yangu, kitu ambacho nakipenda. Kama haina, ujue kabisa kwamba katika magumu ya hiyo biashara itakuwa rahisi sana wewe kuacha hiyo biashara, kwa sababu talent au kipaji na passion inatusaidia sana kupita katika hali ngumu au nyakati ngumu. Lakini kigezo cha nne ni running cost. Jiulize gharama za uendeshaji ni kiasi gani? Ukiangalia ukia gharama za uendeshaji ya saluni ya kike na gharama za uendeshaji wa saluni ya kiume ni tofauti kabisa. Saluni ya kike inatumia gharama kubwa sana kuliko saluni ya kiume, lakini pia Uh, kigezo kingine ni competition. Jiulize kabisa kwamba nini uh, nina, nina washindani wangapi katika mazingira hayo, nina washindani wangapi ambao wanaweza wakawa tishio kwangu na nitafanya nini? Jifunze business model canvas uh, ninawezaje kutengeneza unique selling proposition au value proposition au upekee wangu ili niweze kuwashinda hao wengine ambao wanafanya kile nachokifanya, lakini kigezo kingine ni kigezo cha knowledge. Je, una ufahamu kuhusu hiyo biashara unayotaka kufanya? Una ufahamu? Umewahi kuifanya, au wazazi wako wamewahi kuifanya, au rafiki yako amewahi kuifanya na wewe ukashuhudia wakati anafanya? Hilo ni swali la kujiuliza. Na jambo lingine, kigezo kingine ni consumability ratio utumikaji wa hizo bidhaa au huduma unayoiuza. What is the consumability ratio of your product or service? Na kuna kingine ambacho nimekiongeza kwenye hili jedwali ni scalability. Je, naweza nikascale biashara yangu? Naweza nikatoa biashara yangu kwenye kuuza uh, bidhaa kumi nikazipeleka kwenye bidhaa mia na bidhaa mia moja au naweza nikauza uh, nikatengeneza branchi ya kwanza ya pili, nikaenda mikoa fulani, nikaenda mpaka nchi nyingine. Is it scalable? Ni maswali ya kujiuliza kwenye jedwali la kutathmini wazo bora la biashara. Uh, wakati tunamalizia uh, hiki kipengele cha part five, kuna, kuna case study ambayo nataka uifanyie kazi hii inakupa kama assignment. Huyu bwana anaitwa bwana Rogers, ana miaka arobaini na ni mmoja ya watu ambao wanafanya kazi kwa bidii na ameoa. Lakini katika ndoa yake ya miaka sita, ana watoto watatu. Kuna mmoja ana miaka saba, kuna mwingine ana miaka mitatu na mwingine ana mwaka mmoja. Mke wake ni mama wa nyumbani lakini haimaanishi kwamba hakusoma. Mke wake amesoma na ana degree ya biashara ya usimamizi wa biashara business management, kwa hiyo ni msomi, lakini naamini waliamua au mke yeye aliamua akae nyumbani ili aweze kulea watoto, lakini huyu bwana Rogers ana mfanyakazi wa nyumbani ambaye anamlipa shilingi laki moja. Bwana Rogers yeye ni sales person, yeye ni afisa mauzo kwenye moja ya makampuni yanayouza uh, viwanja, nyumba na real estate kwa ujumla. Kwa hiyo mshahara wake au kipato chake huwezi kukipredict. Wakati mwingine anapata nyingi, wakati mwingine anapata, lakini kipato chake hakishuki chini ya laki tano kwa mwezi. Wakati au nyakati nzuri anaweza katengeneza mpaka milioni mbili za commission kupitia biashara au kazi anayoifanya. Yeye anauza viwanja, anauza nyumba kwa watu ambao wanataka kuanza maisha eh, tunaitwa low and income uh, low and middle income people eh, watu ambao wanaanza maisha eh, na watu wa kipato cha kati. Yeye ndo anadili nao na mara nyingi wanamlipa katika installment. Hawalipi, kama ni kiwanja milioni tano hawalipi yote milioni tano, wanalipa kidogo kidogo, lakini wanamaliza kulipa. Hiyo ndio biashara anayoifanya sasa. Bwana Rogers anakaa nje ya mji eh? Kwa wale ambao wanakaa Dar es Salaam, anakaa maeneo ya Tegeta, ni mbali kidogo, kama kilomita ishirini kutoka mjini, na anapanga amepanga nyumba ya shilingi laki mbili kwa mwezi. Anaenda ofisini siku sita kila wiki kwa kutumia usafiri wa umma, lakini wakati mwingine anatumia Bolt kwa ya kibolti tunajua atatumia labda elfu tano elfu kumi lakini hiyo anaitumia kwa ajili ya biashara wakati anafanya ziara za biashara. Lakini pia nauli yake bajeti ya nauli yake haipungui shilingi elfu tano kwa siku na kwa mwezi, anamlipa msaidizi wake shilingi laki moja, kwa hiyo ana msaidizi wa nyumbani na msaidizi wa ofisi. sasa bajeti ya familia yake kwa siku haipungui shilingi elfu tano ina maana kwa mwezi haipungui shilingi laki na nusu. Lakini changamoto ambayo anayo sasa hivi bwana Rogers, yuko kwenye madeni. Baba mkwe anamdai shilingi milioni mbili, ambayo sasa hivi imeshapita miezi nane hajailipa, na mpaka sasa hivi anaogopa kwenda kwa wakwe, lakini pia yeye alianzisha biashara na akaazima pesa kutoka kwa kaka yake shilingi laki moja. Rafiki yake dio shilingi laki moja. Akachukua mkopo wa Empower shilingi elfu themanini, akachukua mkopo wa Vikoba shilingi laki na nusu, akachukua mkopo wa Songesha shilingi laki na ishirini, akachukua mkopo kutoka Branch laki mbili, na bado biashara yake haijaanza kuleta fedha. Kwa hiyo yuko kwenye dimbwi la madeni. Lakini kingine ambacho tunatakiwa tukijue kwa huyu bwana Rogers, yeye ana mategemeo kwamba anataka mwaka huu uwe mzuri, kwa sababu mwaka ndo umeanza. Lakini ana mategemeo kwanza ya kununua gari, lakini cha pili ahame kule aliko ili ahamie karibu na biashara yake, na anatamani biashara yake iweze kuleta matunda, iweze kuleta fedha, kipato endelevu. Kazi yako wewe ni kutafakari situation ya Rogers au story ya Rogers, ujiulize kwamba, vaa viatu vyake, ungekuwa wewe ndo Rogers, kitu gani ungekifanya ili uweze kupata uhuru wa kifedha? Kwenye mentorship program tulijifunza financial pyramid, wala watu ambao wako kwenye debts mpaka unakuja unapata financial freedom. Sasa jiulize, huyu mtu wa namna hiyo anawezaje kupata uhuru wa kifedha ndani ya mwaka mmoja pamoja na madeni aliyonayo? Lakini hebu tathmini maisha yake na ulete suluhu. Wakati unatengeneza solution kwa Rogers, inawezekana na wewe unapitia changamoto kama hizo hizo katika maisha yako, na mimi nakushauri, hebu fanya kazi kwenye, yani, fanyia kazi hii case study ya Rogers. Na inawezekana unaweza ukakuta na rafiki yako ambaye anapitia changamoto kama hizi, utakuja kumsaidia. Mimi ni kushukuru sana kwa kufuatilia online mentorship program. Tafadhali hakikisha kwamba unapitia website yetu ya www.roadtosuccess.or.tz lakini pia unaweza ukapitia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Road to Success TZ, na ikikupendeza pitia kwenye channel zangu au account zangu za mitandao ya kijamii kwa jina la Rodrick Nabe, ili uweze kujifunza kutoka kwangu, lakini pia tunafanya mentorship programs kwa vijana, wanawake, wajasiriamali tunafanya corporate trainings. Una kampuni yako, wafanyakazi watatu, kumi, mia moja, tunaweza tukawafanyia training kwa sababu that is your best resource. Human resource is your best resource. Hawa watu ambao wanakufanyia kazi lazima wawe watu ambao wanaelewa, wanatambua wana uwezo wao, wanatambua majukumu yao kwa ueledi, na hapo ndo wataweza kuleta Matokeo mazuri. Nikushukuru sana, and as always, kumbuka kwamba mafanikio ni mchakato. Tukutane kwenye Part 6 ya Online Mentorship Program. Be blessed.